E, tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. E, mimi kwa ujumla sitakuwa na mengi ya kusema kutokana na msiba huu wa kusikitisha. Nikumbuke tu kwamba siku ya tarehe moja tulikuwa na maadhimisho ya Siku ya Wafanyakazi kwenye kata yetu ambapo wafanyakazi wote kwa ushirikiano wao waliadhimisha siku hiyo pale Nyeburundu na mimi nilialikwa kama mgeni rasmi nikiwa diwani wa kata hii ya Ketale. Kwa hivyo nimefika pale muda wa saa tano na tulikuwa na nesi wetu Zawadi, tulionana tukasalimiana. Kama kawaida yangu huwa nikimkuta namuita nesi poa, maana alikuwa poa kweli. Tangu amefika hapa mwaka elfu mbili na kumi na nne nilimpa hilo jina kutokana na shughuli alizokuwa akifanya na jinsi tu alivyokuwa amepoa yani kwa so, hivyo tukaendelea kuitana hivyo. Tulisalimiana, sherehe ikaendelea, yeye akiwa MC mpaka ikafika muda wa chakula tukala ikafika muda wa kukata keki, akanikaribisha tukakata keki. Lakini kitu cha ajabu, wakati wa kulishana keki, alisema kila mshiriki ashikirie kipande chake, asikire mpaka amalize kutamka. Maneno aliyotamka, nafikiri wote waliokuwa pale walipigwa na butwaa. Kwa nini washike keki wasubiri yeye atamke. Mimi nilifikia anatuombea, anaiombea keki, lakini mambo aliyoyatamka nafikiri waliokuwa pale wanaweza kujihoji, maana mimi nilijihoji mpaka nilivyorudi nyumbani, na kwa najihoji kwa nini alisema ile keki iwe ni kumbukumbu kumbu, iwe kama ukumbusho, yaani mambo ya kuumiza sana moyo. Kwa hivyo tuseme tu kwamba kifo hiki mimi kama diwani kwenye kata hii ya Ketale ninalani sana kitendo hiki, lakini kwa upande mwingine tujue tu kwamba sisi binadamu ni wasafiri, na mtu anayesafiri kuna anayesafiri kwa ndege, anayesafiri kwa basikeli, kwa mtumbwi, kila mtu ana namna yake ya kusafiri. Kwa hivyo safari ya nesi wetu Zawadi ilikuwa iishe namna ilivyoisha ndio mapenzi ya Mungu yalivyokuwa. Kwa hivyo tuliona ni jambo limeshatokea, najua familia imepata machungu makubwa. Mimi niwape pole na hata wananchi wa vijiji hivi alivyokuwa akihudumia, ambapo karibu kila familia imeguswa na huduma zake. Wote tuungane kuipa pole familia, maana nadhani huko kwenye familia yeye ndiye alikuwa amebaki kama nguzo lakini sasa nguzo imeanguka, lakini Mungu aliyemuita Zawadi ana namna nyingine atakavyoisaidia ile familia. Nasi tuliobaki najua tumebaki na pengo kubwa sana katika kituo chetu kwa kuikosa huduma ya Zawadi, lakini yote haya ni mapenzi ya Mungu, tuvumiliane kwa hayo. Asanteni sana.